Na niwakaribisheni nyote kwenye ukurasa wetu huu wa Irakiza Nelson kwenye Facebook, niombe muweze kufollow page yetu ya Irakiza Nelson kwenye Facebook. Pia mtembelee kwenye YouTube kwenye chano yetu, jina ni Irakiza Nelson, msubscribe, mlike na kucomment. E, studioni hapa, kwenye studio za Irakiza Nelson, mtakuwa pamoja nami Karli. Naam, tuanzie Mashariki ya Kati ambapo nchi ya Iran inajitahidi kadi ya uwezo wake kupambana na magaidi wa Israel na mataifa yenye uwezo duniani imeonyesha uwezo mkubwa kabisa kujibu mashambulizi ya dunia nzima. Tunawapongeza wa Iran.